za muda huu mtazamaji wa UTV ni kushukuru sana kwa kuchagua kuangalia Kidani na jina langu ni Sauda Hussein. Kama ilivyo ada, lengo kubwa ni kuwatembelea wanawake ambao wanafanya mambo mbalimbali katika jamii katika sekta tofauti afya, a, elimu, muziki, ujasiriamali na kadhalika na leo tumekuja kumtembelea mkurugenzi mtendaji wa DICOCO kwa maana ya diabetes a, consciousness for community. Huyu ni mkurugenzi wa hiyo taasisi ambaye yeye binafsi anahusishwa na maswala ya ku, uchechemuzi kuhusu maswala ya kisukari, lakini yeye binti mwenyewe kwa sasa ni mama ambaye ameishi na ugonjwa huo kwa zaidi ya miaka kwa takriban miaka thelathini na tisa, na amepitia changamoto nyingi, lakini kwa sasa anatoa elimu kuhakikisha kwamba jamii inapata elimu sahihi kuhusiana na ugonjwa wa kisukari, kwa magonjwa na uh, vipindi ambavyo vinahusiana na magonjwa hasa utavipata kupitia hapa hapa UTV kupitia kipindi cha Medi Counter kutoka kwa Kedafrosa Prosper. Lakini leo tuko na mwanamke ambaye ana taasisi, kwa hiyo tutaenda kuzungumza naye zaidi kuhusiana na yeye na taasisi yake, nini ambacho anakifanya. Nikusihi tafadhali usiondoke, na kabla hasijaendelea naye, tutapata kifupi kuhusiana na wasifu wake. Sasa, Lucy John Bosco ni nani? Lucy John Bosco ni mwanzilishi na mkurugenzi wa DICOCO, yani Diabetes Consciousness for Community, shirika la kijamii la Tanzania linalojikita katika elimu, mafunzo na utetezi, likilenga kuongeza uelewa, kupambana na unyanyasaji wa kijamii na kuhimiza maisha yenye afya miongoni mwa watu wanaoishi na kisukari, hasa katika jamii za vijijini na zile zisizo na huduma za kutosha. Lucy ni mtaalamu wa mawasiliano ya umma na mtaalamu aliyeidhinishwa wa elimu ya kisukari ambaye amekuwa akiishi na kisukari cha aina ya kwanza kwa zaidi ya miaka 20. Uzoefu wake binafsi umemchochea kujitolea kikamilifu katika elimu utetezi na uhamasishaji wa kisukari kupitia DICOCO na Penplus pamoja na miradi mbalimbali, Lucy amefundisha walimu jinsi ya kusaidia wanafunzi wenye kisukari, kuelimisha wanafunzi kuhusu kinga na uelewa wa ugonjwa, kutumia vyombo vya habari kuhamasisha jamii, na kushirikiana na serikali za mitaa kutoa elimu ya moja kwa moja wananchi jitihada zake zimeonekana na kutambuliwa kitaifa ikiwa ni pamoja na tuzo za malkia wa nguvu 2018 Good Deeds Award 2019 Recognition award ya chuo cha afya na tiba Muhimbili 2023 na tuzo ya Merck Foundation 2024 pia amewasilisha uzoefu wake katika mikutano ya kimataifa ya kisukari kama vile dedo, na Health Action International akitetea haki na huduma bora kwa watu wenye kisukari. Ndoto yake ni kuona Tanzania ambayo inajumuisha kila mmoja kuwa na uelewa wa kisukari bila kujali anapotoka au alipo, na kila mwenye kisukari anaishi bila unyanyasaji wa kijamii. Na huo ni wasifu wa Lucy John Bosco, mkurugenzi mtendaji wa DICOCO. Lucy, a context ama maana ya kupenda maisha ni kubwa kiasi kuna mtu mwingine anapitia tatizo ambalo ameshakata tamaa kabisa. Aa, na unamwambia nini? Maisha ni nini, yani maisha ni kitu gani? Maisha ni furaha, dada Sauda, maisha ni furaha. Kitendo tu cha Mungu kukuamsha salama, hata kama una changamoto yote ya kiafya, umeamka salama, ni jambo ambalo la kuthamini sana Hauna sababu yoyote ya kulia, ya kukata tamaa, ya kujiona kwamba wewe sio muhimu kwenye hayo maisha. Kuna watu ambao hawajaamka kabisa, lakini Mwenyezi Mungu amekupatia hiyo nafasi. Siko ni, ni, ni jambo la tham, jithamini, thamini yale maisha, hiyo nafasi Mungu amekupatia, mengine mwachie Mungu tu. tuelezee sasa uh, historia ya maisha yako kwa ufupi mpaka leo hii. Uh, una taasisi ambayo inachochemuza masuala kuhusiana na uh, kisukari Mamangu aliniambia kwamba nilikuwa yeye, yeah, anajua kwa sababu mamangu ni alikuwa nurse midwife na alikuwa anajua. Kwa mujibu wake anasema, nilikuwa najua una kisukari, lakini alikuwa naona bado mimi ni mtoto sana. Kwa hiyo alikuwa kitapocha, alikuwa anafanya kunikataza baadhi ya vitu. Usile ice cream, <laughs> nikirudi, ice cream, nitaamka, na ice, lakini naenda shule. Nikirudi tayari nimeshika kula ice cream, nitaamka na umwa nini. Lakini sasa, baada ya kumaliza la saba nadhani yeye ndo aliona ndo muda mwafaka wa mimi kupelekwa hospitali kufanyiwa vipimo vyote na kuanza kutumia insulin, na nadhani na kwa sababu aliona tayari ninaweza nikaelewa. Kuishi na kisukari ni jambo moja, kujua namna kuishi na kisukari ni jambo lingine. Sasa hiyo kujua namna kuishi na kisukari ndio ilikuwa changamoto yangu, so, kwa sababu usile ugali usile wali usile hii, niko shule sipo nyumbani usiko, nilikuwa nakula, lakini kwa kuwa nina insulin ilikuwa inanisaidia kukushusha sukari na maisha yalikuwa tu sawa isipokuwa kuna stigma. Upo shule unaolala nao wanakuona unachoma sindano, siku nyingine unaamka umezidiwa, sukari ipo juu sana, sukari ipo chini sana. Uh, nesi wa shule alikuwa najua tatizo langu, alikuwa ananiattend, ile kuna vidole yule lang a unanyoshewa na ana hivi yule ana hivi so ilikuwa ina inaniumiza mimi ni wa tofauti kiasi hiko. Uh, nilivyomaliza form four Kulikuwa kuna chuo karibu na shuleni nilikuwa nasoma cha afya, nikaenda kuulizia kama kuna kozi yoyote inayohusiana na kisukari. Wakaniambia ipo diabetes management and counseling, nutrition and counseling. Nikaenda kufanya ni kozi tu ya fupi, na nikajua nika kwamba ala, kumbe sio unakula nini, ni unakula vipi. Kula vipi na kula nini tofauti zake zikoje? unakula nini? Hmm. Chipsi yai unakula vipi? robo, robo ya sahani ya chipsi yai. Kwa hiyo kumbe mtu akisukari anaweza kala vyakula vyote ambavyo watu wengine wanakula ambao hawana sukari. Tunakula. Tunakula kila kitu kwa sababu ukiniambia ni sile wali wa kawaida ukanialika kwako, hakuna uwe wali ambao natakiwa mimi kula, nitashinda na njaa, itabidi nile. Sasa nakula vipi, ndo hapo sasa ndo tulivyofundishwa na namna ambavyo Uh, sisi tunaoishi na kisukari tunavyotakiwa kula, kila mmoja anatakiwa kula hivyo mm -hmm. Eh, labda sidhani mara mwisho lini umekula nusu ya sahani yako nzima ya chakula ni mboga za majani labda na nusu chapati. mm -hmm. <laughs> Mpaka daktari aseme, mpaka daktari Janabi aseme <laughs> lakini namna ambavyo mtu anayeishi na kisukari anakula mm -hmm. ndivyo kila mmoja anatakiwa kula, isipokuwa tu inategemea na nature ya kazi yako. Mm. Usi anenyanyua zege kila siku, anaenda kwenye kazi za kunyanyua zege, mara chache sana anaweza kupata haya magonjwa kwa sababu anacho hata ale ugali wa watu sita, chakula anaenda kukitumia kwenye kazi zake. Ehe, anakichoma. Sasa kama mimi kazi yangu ni kukaa asubuhi mpaka saa kumi na mbili, eh, nikitaka naagizia chakula labda chipsi yai, naagizia chipsi yake bado nimekaa, eh, na kinywaji chenye sukari, yaani si, yani kila chakula sikitumii, nimekaa hapo na nikitoka nitatumia lift, nitashuka chini, nitaingia kwenye gari, nita drive mpaka nyumbani. Sasa hao ndo mara nyingi wapo kwenye hatari ya kupata aina ya pili ya kisukari, ambayo inate kutokana na maisha tunaoishi, tofauti na sisi wa aina ya kwanza. Uh, unafikiri ni kitu gani ambacho sisi kama jamii hatuelewi kuhusu uh, kisukari ama watu wanaoishi na kisukari? Jamii ina mambo mengi sana ambayo wanawafikiria kwa watu tunaoishi na kisukari na na, na ni kwa sababu ambavyo kisukari inavyoongelewa hasa na wataalamu, sio wote sawa, lakini okay, ukiwasikiliza wataalamu wa afya uh, kisukari ni ugonjwa mbaya sana, rahisi kuwa mlemavu, kupoteza macho. Hapana, kupata kidonda kisipone haraka, nilipata kimepona, okay. si kimepona na, na nipo sawa okay. so kuna misingi ya namna ambavyo unatakiwa kuishi na kisukari. Ukijikubali ni rahisi kubadilisha lifestyle yako, ukijipenda ni rahisi kuhakikisha kidonda ulichopata kitapona, na ukipenda maisha kila kitu kitakuwa sawa. So ni vile ambavyo jamii ina, inapokea. Na sasa taasisi yetu tunaongelea kisukari kwenye engo ya positive. Ni sawa kuwa na kisukari, ni sawa kabisa na itakusaidia kukua zaidi, hasa kwenye namna ambavyo unachukulia una uh, swala zima la afya yako, na, na, na ambacho, ni kitu ambacho mathalani wewe huwezi kufanya, lakini kwa kuwa mimi na kisukari imenitengeneza hivyo e, DICOCO di, hasa kwa hapa Tanzania, nini hasa unafanya, mnafanya semina katika mazingira gani, wapi, na ni nani hasa walengwa wenu? Sawa, tuna tuna primary uh, audience wetu sisi wale ambao wanaishi na kisukari. Ku, kuishi na kuwa na kisukari ni jambo la kwanza, kujua namna kuishi na kisukari ni jambo la pili ko, au ndo ndo target yetu ya kwanza, lakini target yetu ya pili, uh, wanafunzi. Wanafunzi wanakuwa wana ambasada wazuri sana, tuna tuna program ya uh, primary school diabetes awareness program tumepata kibali tunaenda kwenye shule ambazo zipo wilaya ya Kinondoni kuwafundisha na wakitoka pale, yani una, unajua kabisa huyu akifika nyumbani na nikimpa kipeperushi ataenda kuwa balozi mzuri. Na hata mara nyingi mimi, kabla hata sijaanza kuongea na wanafunzi, nawauliza, na mnajua nini kuhusu kisukari? Nani hapa kwao kuna mtu ana kisukari kwao? Wanataka nisikie kwanza kutoka kwao Namwona baba anafanya hivi na hivi, namwona mama mamangu, mimi ali kabisa wali you know. Sasa nikisikia yoyote ndo najua okay, hapa nitaanza vipi kuongea na wanafunzi mm -hmm. Lakini pia tuna family kuna, fam, kuna program ambayo tunalenga familia sana, hasa zile zina, ambazo zina, zina, zina watu wanaoishi na kisukari kwa sababu niamini nikikwambia kwamba Uh, familia watanisamea, lakini familia wanaweza kumfanya mtu mwenye kisukari aishi maisha mazuri sana au maisha mabaya sana, sababu tunawalisha ndizi za kuchemsha. E, wanasema ndizi changa zina wanga <laughs> e, like, seriously, wao wanaweza ukala tembele la kuchemsha peke yake tu limechemsha, si inakuwa kama dawa ya kienyeji, eh. Kwa kweli sasa wao wanamtesa sana mama mkwe wangu kumbe, e, <laughs> Kwa hiyo uh, kwenye familia kuna hali ambayo tunatengenezewa sisi kuanza kujichukia sisi wenyewe, na um, katika taasisi yako yeah. uh, kama mkurugenzi, naamini kuna kundi la watu ambao wanafanya nao kazi mm-hmm. Ambao ni nani na nani? Uh, tu- tuna kwanza tuna mwanasheria okay. Huyu mwanasheria yupo lakini tuna mwasibu tu, uh, shughuli zetu nyingi zinatoka kwenye kwenye mifuko yetu you know, kwenye kwa hiyo nikienda kwa mwasibu namwambia nataka labda wiki ijayo nataka niende kama shule nne hivi, Taba, Tegeta, haya tuna shilingi ngapi? Lucy, labda tuna elfu sitini na tano sasa <laughs> yani, ananipa ile mipango kwamba nitumie, tutumie kidogo tulicho nacho kufikia malengo yetu. Ehe, lakini hata kama tuna proposal kwenye budget, namwachia mwachia yeye. Je, hii budget hata tukimpelekea Da Sauda pale, yeye ataielewa au ina mambo mengi na wadha? Lakini tuna nesi na nesi na daktari. Mimi sio daktari, mimi sio nesi, mimi nitaongea na jamii kwenye engo ya mtu naoishi na kisukari. Kuna maswali, kuna maswala ambayo daktari lazima ayaongee, atoe uh, maana yake you know, aelezee zaidi. So nina nesi na, na, daktari lakini na mtu wa graphics. Ehe, labda mwezi wa kumi na moja unabidi tutume jumbe mbalimbali kuhusiana na ugonjwa wa kisukari. So, hiyo ni, ni kazi yake. Na mtu wa communication natamani na kwenda kwenye ofisi fulani kutoa elimu ya kisukari. Sasa huyu ndo wakufuatilia. Naam, mtazamaji wa Kidani bado tunaendelea hapa na Lucy John Bosco ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa DICOCO kwa maana ya Diabetes Consciousness for Community, ni taasisi ambayo inachochemuza ama inafundisha masuala ya kutoa elimu, masuala ya ugonjwa wa kisukari. Na yeye pia ni mtu ambaye anaishi na kisukari na husemi mgonjwa wa kisukari. Kwa hiyo tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaendelea naye. Na mtu narejea hapa na ni kusihi endelea kuangalia kidani na habari tuko hapa na Lucy. Uh, mwanzoni umezungumza wakati unajitambulisha ulijitambulisha kama msichana lakini pia ni mama uh, tupitishe hapo kwenye safari ya kuwa mama uh, mara nyingi kwa mtu ambaye unaishi na kisukari, kuna mawazo mengi ambayo umeyasema kama taarifa ambazo eidha ni sahihi ama sio sahihi kwa mtu ambaye anaishi na kisukari maisha yake ya kuelekea ya kuwa mama na baada ya kuwa mama yakoje? Uh, sasa kuna kuna watu wawili hapo. Kuna yule ambaye ame, ameishi na kisukari tokea yuko mdogo. Kuna yule ambaye amepata kisukari kipindi cha ujauzito. Sasa hawa ni watu wawili tofauti. Huyu ambaye miaka yote ana kisukari ameshazoea hayo mazingira, kujichoma sindano kuwa na discipline kwenye kile ambacho anakula, lakini huyu ambaye ndo ameambiwa kwamba una kisukari na ni mjamzito, kuna zile myth, imani potofu zinakuja hapo. Kwa mwanamke tuna menopause, si ndio? Lakini ukuwa na kisukari uh, hatari ya kuwahi kufikia kipindi cha menopause ipo karibu zaidi. Na uzuri siku kwa kwanza ambao tumeenda kuanza kliniki ya ujauzito, Nilimwambia muuguzi ambaye alikuwa ananihudumia mimi nina kisukari. Kwa nini niliamua kumwambia? Ili ajue kwamba ana deal na mtu wa aina gani. Asije akanipa labda kuna dawa ambazo labda tuna tunaomba tutumie ujauzito labda inaweza ikapandisha sukari yangu wakati. Lakini pia ilinisaidia kwa sababu kwenye kadi langu la ujauzito alikuwa ameandika diabetes case, lakini na asthma pia. Kwa hiyo akaandika diabetes and asthma case ambayo pia inisaidia hata siku ambayo nimeenda kujifungua ehe. Na sasa hapo hapo, napenda tu kuwaambia wadada wa wenye wa kisukari na wajawazito, hauhitaji ku complicate mambo. Kama kuna zahanati, nenda kafanye kliniki yako zahanati, na muda huo huo nenda kafanye kliniki yako ya kisukari kama kawaida. Na ukienda kwenye kliniki ya ujauzito, usimfiche kitu Nesi eh, mwambie kila kitu. Kwa hiyo mimi nilipata huduma nzuri na kwenye kwenye hospitali zetu tu za kawaida, sikuwa na sababu ya kwenda kwenye mahospitali ambayo eh, very expensive. Hapana, kwa sababu tunachohitaji ni huduma na na na na uwazi wangu mimi kwa daktari ambaye, uh... mbali na taasisi, kuna kitu kingine pia unafanya? Mimi ni mwandishi wa habari, nina masters ya mass communication, ninaandikia kwenye gazeti moja ambalo it's a leading local newspaper. Nina makala ya ya kisukari, maisha na kisukari, ambayo inatoka kila Ijumaa kwenye hilo gazeti. Nini hasa unamwambia mtu ambaye anaishi na kisukari, kwa sababu wewe unaishi hayo maisha na labda amepoteza matumaini kabisa, ameshakata tamaa, tujifunze? Nikwambia mi ni li, nilienda kafanya course fupi ko eh, kujifunza inabidi ianzie kuto sisi wenyewe. Lazima ujifunze, sio inaweza ikaa, sio kisukari sawa. So, eh? Eh, jifunze kwanza wewe unawezaje kuishi na hiyo condition ambayo uko nayo, sawa. Kwa sababu uh, imani yangu inanyambia kwamba Mungu hawezi kukupa mzigo akashindwa kukupa nguvu ya kubeba huo mzigo. Sawa. Kwa nguvu nayo ila huijui nguvu yako iko sehemu gani. Kwa ukijifunza, jifunze kwanza nitafikaje, nitafikaje pale nje. Ukishajua namna gani ya kufika pale nje, vyote vitakuwa sawa. Kwa hata kuna watu wameishi na kisukari miaka kumi lakini hawajajua bado namna ya kuishi na kisukari, hawajajua. Lakini pia kitu kingine, tusianze tu kujikatia sisi wenyewe tamaa. Yaani, kama Mungu angekuwa hana plan na wewe, usingekuwepo muda huo. Ni, ni vizuri kuteka advantage kwa condition ambayo uko nayo. Mimi nimeteka advantage kwa condition ambayo niko nayo. Nataka niongee na jamii, jamii yangu nitaongea nao vipi? mimi nilishai kwenda Bagamoyo tu tukawafundisha wa watu ambao wana attend clinic ya methadone na ku, kuna watu wakasema nataka nipime. Kuna wengine waligundulika pale pale wana kisukari mm -hmm. Kwa sasa nilitaka nijue ni yaani makundi tofauti ya watu naongea nao vipi? ah, well, naweza nikaenda kufanya masters ya mass communication na hiyo ndio ilikuwa lengo kubwa sana mm -hmm. theories of communication Nitaongea na watoto, nitaongea na watu wazima, nitaongea na wazee, nta-nitaongea na watu ambao wameathirika na madawa ya kulevya. ni theory, theory. Mkaka, tu kujua theory ambayo imenipelekea mpaka nikapata tuzo mbili tatu kwa ninachokifanya. Koo, it doesn't matter yani, wewe chukulia kwamba you are blessed. You are just blessed. target za DICOCO ni zipi baada ya muda fulani? najua ndio taasisi ambayo sasa hivi mnajitolea mifukoni mm-hmm lakini mna maono makubwa kwa ajili ya kufikisha elimu na na kuambia watu namna ambavyo wanaweza wakaishi vizuri na aidha wasipate kisukari au wanacho, lakini maisha mengine yakaendelea. DICOCO ina plani gani kwenye hilo kwa miaka kadhaa ijayo? Sasa mimi na, na mamaangu, mamaangu alikuwa diwani wa kijini kwetu huko Newala. Tulipanga, nilimwambia wazo langu kwamba tumefanya tokea elfu mbili na kumi na nane tupo kwenye hizi projekti nne tu, mashuleni, kwenye maofisi events, community, na hapa kijijini kwetu ujue, um, Wamakonde wanasifika kwa utamaduni wao ngoma. Sawa, na tutawafikiaje watu zaidi eh? Nikamwambia natamani kuanzisha kituo hapa cha sanaa na elimu ya awali kwenye elimu ya awali tunawafundisha pia kuhusiana na kisukari. Akakubali, tukaanza, tumesha tengeneza msingi, then ndo basi baadaye Mungu akamchukua. Kwa hiyo ndo, ndo project ambayo ninatumaini baadhi ya watu ambao tumewatumia proposal wata, wataona kwenye engo ambao tunaona tunataka kuwa na art center ambayo ita provide elimu ya kisukari uh, training za sanaa nyimbo, ngonjera, maigizo ngoma za kufikisha ujumbe kuhusiana na ugonjwa wa kisukari, na, na ni kitu ambacho hakuna labda sasa hivi kianze baada ya kumsikia, lakini hiyo ndio project yetu ambayo tuna, tuna ifocus kwanzia, tumeshaanza tayari tunaiongelea, tume kwenye vikao you know that so we are hoping to kwenye nia kuna njia kuna njia kuna njia okay. Kuyo, wa kwa hiyo sasa wadau wamekusikia, kwa hiyo wanaweza wakajiunga na DICOCO moja kwa moja. Kwa kweli wanapita wana nyuma ya pazia inakuwa mm, sio kitu kizuri. Wanaweza wakatufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii dicoco_tz. mm -hmm. Lakini LinkedIn ni Diabetes Consciousness for Community. mm -hmm. yeah. Okay, wakaona tunacho kufanya. Asante sana Lucy. Uh, kwa kuelewa tu wewe ki, ki, kama Lucy, ni vitu gani ambavyo hupendi na ni vitu gani ambavyo unapenda kwenye jamii vitu gani vinakuudhi, au vitu gani vinakufurahisha? Kukuwa judged, ujawahi kwenda sehemu, umeenda tu labda kwa kuwa tu una, um, mtu amekuona kwenye mtandao alafu unaona tu, uh, uh, huyu naye anasema ana kisukari, mbona onekani kama ana kisukari? Kwani mtu mwenye kisukari anafaa aonekanaje? Anachoka choko hiyo. <laughs> <laughs> inanikera sana nanaipataga sana okay. La, inanikera lakini napenda kwa sababu napata nafasi ya kuwaelimisha Koo, ni kitu kimoja ambacho sipendi na ninapenda kwa jamii. Kwa hiyo tu. Okay. Unaponijudge kwangu mimi ni sehemu ya kukuelimisha. Ratiba yako ikoje kwa siku? Saa kumi na moja, kumi na moja na nusu, kumi na mbili nimeshaamka baada ya sala, mazoezi na kibaskeli pale na, nina kamba ya kuruka, na nusu saa, mazoezi ya nusu saa. <laughs> then kama ni siku za wiki nita- sina mdada wa kazi kwa hiyo na nina sababu ya kutokuwa na mdada wa kazi napenda kufanya kazi zangu mwenyewe kwanza nitafanya usafi kila kitu, nitamwamsha mtoto, nitamwandaa nita kwenda shule. Uh, nikirudi nakaa kwenye kiji ofisi changu na tafakari kitu gani kipi ambacho sijakifanya nataka kukifanya tena kwa njia rahisi zaidi ya kupeleka ujumbe kwa jamii. Baada hapo, jioni tunaenda kwa sababu nakaa tu karibu na shule ya Mapambano, tenda kukimbia kwao, mwanangu nitaenda naye yeye, yeah, atacheza hapo, mimi nilikuwa nazunguka uwanja, lakini namwangalia ya yeah. So siku inaishia hivyo tu, lakini mara nyingi, muda mwingine nakuaga, na kila mwisho wa mwezi nina mimi, ni sehemu ya kitu kinaitwa Voice of Pen Plus. Pen Plus ni mradi ambao unafanyika Tanzania, wakupeleka huduma za afya maeneo ambayo hayafikiki, ambao wana concentrate kwenye kansa, kisukari, matatizo ya moyo na sickle cell. So wa, kuna Voice of Pen Plus ni vijana ambao either wana sickle cell, wana kisukari You know, wapo kwenye huo um, mradi ambao wapo hasasa kwenye kwenye swala la kuhamasisha, kwa hiyo huwa tuna, tunafanyaga zoom meeting kila mwisho wa mwezi. Ehe, na mara nyingi tu tunaongea kuhusu nini tufanye zaidi, ili tuweze kueleweka zaidi kufikisha ujumbe kwa njia rahisi zaidi, kwa hiyo tupo vijana wengi karibu uh, nchi mbalimbali zote. Yeah. Kwa kila mwisho wa mwezi hivyo, lakini pia nime huwa napataga bahati ya kualikwa na taasisi zingine za kimataifa kwenye zoom zao. Kwa si, ratiba yangu mimi haipo hivyo tight sana, lakini kila Jumanne lazima niwe nimeshatayarisha makala zangu. mm -hmm. Eh, namtumia mhariri wangu anapitia, kama ina mapungufu ananiambia, tunashauriana na vitu kama hivyo. Yeah. O, sipo, bize sana. <laughs> <laughs> Sao, sana Lucy nakushukuru sana kwa muda wako. Asante kwa elimu ambayo umetupa na kuanzia leo nimeacha kupika e, matembele yasi kama, ya kama na mama na mama mko anahitaji kula pilau <laughs> lakini tu ukimpakulia asile na viazi e. Kwa sababu pilau ni mchele wanga viazi wanga koo okay. E, utafanya sukari yake ipande zaidi yeah. Tutaendelea kujifunza mengi kupitia DICOCO. Amina na mtazamaji wa Kidani, tunamaliza hivo siku ya leo. Tulikuwa hapa na Lucy John Bosco ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa DICOCO, kwa maana ya Diabetes Consciousness for Community. Tumezungumza mengi sana kuhusiana na maisha yake binafsi na kwa nini aliamua kuanzisha hiyo taasisi, namna ambavyo sisi kama jamii tunawatafsiri tunatafsiri tofauti tofauti, ambazo nyingine si sahihi kuhusiana na ugonjwa wa kisukari hasa ule ambao ni type one, kwamba unaweza ukaishije ukala vipi na kadhalika. Lakini maisha yetu pia sisi wenyewe muda wote, mtu unaweza ukapata kisukari. Kwa hiyo tujijengee utaratibu wa kwenda kupima eh, lakini pia mazoezi uh, tubadilishe tu lifestyle yetu ambayo tuna tunaishi. Kwa wale ambao unapenda kufuatilia pia kwenye mitandao ya kijamii, unaweza ukafuatilia uh, elimu ambayo Lucy anaitoa, lakini pia kupitia Instagram yangu uh, sauda underscore kidani show, ama namba ya simu hapo inapita hapo chini kwenye skrini yako, unaweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi nami nikakuunganisha moja kwa moja na Lucy, kwa sababu anatoa elimu hizo katika ngazi zote uh, za jamii. Na kushukuru kwa wakati wako, mpaka wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.